E, bwana huyu hapa, mzee huyu kapiga picha gari yangu plate hapa, namwambia afute kwenye simu yake, asipofuta namuitia kikosi hapa, tunaondoka naye, kwa sababu hawa watu wanataka kuleta mazoea. Mi sijapiga picha, sijapiga picha gari zenu pale. Nimepiga picha matukio yenu mnayoyafanya. Sisi tunawaamini nyinyi, tunawaamini lakini, mimi ni Mtanzania ndio e tunawaamini lakini mnachokifanya sio kitu kizuri. Haya mnayoyafanya ni mazuri hivi? Ndugu zetu wanavyotekwa huko Tanzania mnaona raha? Wanatekwa, nina uhakika kaka, kaka, watu watu wanatekwa polepole. Ni nani sikatekwa pole pole? Salikuwa balozi kama sisi, kama nyinyi. Polepole alikuwa balozi kama nyinyi. Mwite, nasemaje, mwiteni mtu yoyote, mwiteni mtu yoyote. Mimi nachokata amepiga picha ndio nachokataa. <coughs> to <mime> <coughs> <coughs> Mimi nimeambiwa nije hapo <coughs> kwa sababu mwandishi wa habari walionileta <coughs> hapa, ndio mi ni mwandishi wa habari. Kitamsho changu unakitaka ukipiga picha? Msifikiri hapa ni bongo, msifikiri hapa ni bongo ninawaambia nasemaje, wote, ni, wote mlioyafanya, msifikiri hapa ni bongo, hapa tuko Marekani. Hakuna mtu kunitisha na hakuna mtu kufanya chochote, hakuna mnachokifanya, mnakosea. Umeona bwana, mnachokifanya mnakosea, hamna mtu wa kunistopisha, hayupo katika Marekani hii. Yaani yule bwana mi nitajili naye, nitajili naye huyu hapa, mimi sina warikodi ndio Yesu kapiga picha plate yangu ya gari, namwambia afuti afuti, ananiletea nani hapo usanii. Mwicheni mmemwitaaunami we, niwaite, ninawaita tuoneshane hapa. Unataka kuleta mambo ya ajabu hapa. Yaani mambo mnayoyafanya tunayajua, tunawajuaau tunaleta mambo ya ajabu. Namtisha mimi? Tafutani watu wa kutisha, sio mimi. Tamtisha kibwegebwegii